Nyota ya mbuzi: kumgombeza mtu, kuhisi maumivu sehemu, kutojibu jumbe za mtu kwa wakati, kutishia kumfanyia mtu kitu kibaya, mtu kutaka kukudhulumu lakini hatoweza, kujihoji mwenyewe kwa kitu ambacho kingetokea kwako, ukikipokea kwa, kwa namna gani, mtu kuitangaza biashara yako kwa lengo la kuikuza kazi yako, utasemeshwa kwa jambo linalohusu ndoa au mahusiano, kupata shauku ya kitu, kujiamini, kugundua kuwa ulikuwa na tatizo la muda mrefu baada ya dalili kubwa kujionyesha kwa sasa, kumwambia mtu jambo na atalisema kwa mtu mwingine, kutamani mafanikio ya haraka, kuiona picha yako ya muda mrefu au ya zamani, kuangalia muda vibaya, kusumbuliwa na kunguru kila utakapokuwepo ni ishara ya uadui kukuandama. Ushauri mbuzi: Usipende kujaribu kufanya vitu ambavyo vitakuharimu. Tumia akili na si hisia katika kufanya kazi.